What does it have to do with anything? Naelewa apo. Sa itabidi uanze kumanage expectations zako, you get what you get. Sawa, sianze kuzicompare si na compare. Okay, so, atina okay, kompeao unataka mini du To make it official. Ati? Make it official <laughs> eh, we zako ni kazi meshika <laughs> Cheki, nasi ati uniongeleshe vile unadai. Tulia, usianze kuchemka hapa, tunajua kwa ni, tuko kwa mimi na wewe tunajua kwa nini tuko kwa hii situation yetu, tuko kumaanisha. ah, usijifanye ati kumaanisha, we unajua kenye namaanisha <laughs> Cheki, we dinyo.